Tutapitia upya maslahi ya kada ya walimu nchini. Naitwa Mwalimu Alfred Kusaga Alexander, kiongozi wa Chama cha Walimu Tanzania, makao makuu Dodoma, na mratibu wa programu hii Samia Teachers Mobile Clinic. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee ya kwamba leo tuko mkoa wa Dodoma, ni mkoa wa ishirini na sita, kwa maana ya kwamba tutakuwa tumekamilisha programu hii tuliyotumwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kikosi kazi maalum cha kusikiliza na kutatua ama kuzitafutia ufumbuzi changamoto za walimu wa Tanzania mikoa yote ishirini na sita tumepitia tukianza na Kagera na leo tunahitimisha tukiwa Dodoma. Mahudhurio, kama ambavyo tumesema mara kwa mara, mahudhurio kwa kweli ni mengi, walimu wengi wamejitokeza. Takwimu zinazohusisha mikoa ishirini na tano ukiachilia mkoa wa usisha, Dodoma ambao mahudhurio bado yanaendelea kurekodiwa, mpaka sasa walimu elfu arobaini na nane, 730 wamerekodiwa katika kumbukumbu kumbu zetu za walimu waliojitokeza. Kwa lugha nyingine ama kwa wastani tunasema zoezi hili litakuwa limeona wastani wa walimu elfu hamsini walimu elfu hamsini kwa walimu wa Tanzania walimu takribani laki mbili na sabini inatupa wastani wa takribani asilimia ishirini ya walimu waliojitokeza katika timu hii ya Daktari Samia Suluhu hasani ya kusikilizwa changamoto zao. Namba kubwa hii, inatupa tafasiri gani? Ukubwa wa walimu, ukubwa wa namba hii walimu tokeza, ya walimu waliojitokeza unatupa tafasiri ya mambo makubwa kama matatu. Jambo la kwanza ni uhakika kwamba kuna mahali pana udhaifu katika utendaji kazi wa watendaji waliokasimiwa madaraka ya kusimamia taratibu za kiutumishi, lakini jambo la pili tulichojifunza tunaona pia iko changamoto pia ya kimfumo. Ziko changamoto zingine za walimu hazitokani na utendaji wa moja kwa moja wa mtu binafsi, zinatokana na changamoto za kimfumo. Haya yote kwa uzuri yamebainishwa katika ripoti yetu ambayo tutakwenda kuikabidhi na itamfikia mama kupitia watendaji wake wasaidizi wake aweze kuona uhalisia. Chama cha Walimu Tanzania, CWT, wajibu na haki.